Je, huwa unajiuliza swali, watu wanaopata pesa mtandaoni watumia njia gani? Pengine na wewe ungetamani upate pesa mtandaoni, lakini hujui uanzie wapi, au hujui ni njia gani ambazo watu wanatumia watu kupata pesa mtandaoni. Kama jibu yako ni ndiyo, basi video hii ni kwa ajili yako, kwani utakapotazama video hii mwanzo mpaka mwisho, naenda kushare na wewe njia tatu ambazo watu wote duniani au wajasiriamali wa mtandaoni wanazitumia ili kupata pesa mtandaoni na kama ndo mara ya kwanza unaingia kwenye YouTube channel hii hapa karibu sana mimi naitwa Ezekiel Mahewa ni mjasiriamali wa mtandaoni ambaye nina uzoefu wa miaka mitano nilianza biashara ya e-commerce mwaka 2021 kwa hiyo mambo ambayo naenda kushare na wewe ni mambo ambayo yote nimeyafanya na nina uzoefu nayo na kama utapata thamani sana kwenye YouTube channel hii hapa kama utajifunza mambo mengi kwenye YouTube channel hii hapa basi usisahau kusubscribe na kulike video hii hapa ili uwe kwanza kupata notification lakini vile vile watu wengine pia wapate kujifunza. Itasaidia vile vile hii YouTube channel kukua na kuafikia watu wengi sana. Karibu sana. E, njia ya kwanza ambayo wajasiriamali au mtu yoyote anaweza akaitumia kupata pesa mtandaoni ni kuuza digital product, bidhaa ya kidijitali, na hizi bidhaa za kidijitali maana inaweza ikawa labda ni course ya video au inawezekana ni mafunzo ya video au inawezekana ni kuuza ebook. Kwa hiyo unaweza ukaamua uje mtandaoni halafu uuze mojawapo ya bidhaa hizo hapo, uuze digital product au uuze uuze ebook au uuze course au mafunzo yale ambayo watu wanayafanya kwenye magrupu ya WhatsApp. Hiyo ni njia ya kwanza, kwamba wajasiriamali wengi ambao unaona baadhi yao unakuta niwaasemali ambao wanauza mafunzo wanauza mafunzo ya video wanauza mafunzo vile ya live, kwa mfano ni coaching, mwana, au wanasema wengine anakuwa ku, na kundi la watu ambalo anawafundisha watu ujuzi fulani au jinsi yakufanya kitu fulani. Maana sasa anauza mafunzo au anauza bizarre ambazo ni digital, digital. Njia ya kwanza. Na njia nyingine ya pili ambayo wajasiriamali mtandaoni au watu wanatumia au hata wewe unaweza kutumia, manake ni kuuza digital service. Digital service manake ni digital service manake ni kwamba wewe, kwa mfano, unaweza ukawa ni mtaalamu wa website, una design website, unaweza ukaja mtandaoni hapa ukajitangaza na ukapata wateja ambao utawasaidia au utawatengenezea hiyo website. Manake hapo wewe unauza digital service, unatoa huduma ambazo ni za kidijitali. Hiyo ni njia ya pili. Au unaweza ukawa wewe kwa mfano ni mtaalamu wa graphic design, unaweza kuja mtandaoni iwe ni Facebook, Instagram, YouTube au Twitter, au mtandao wa kijamii ukajitangaza na ukapata wateja ambao utawasaidia kwenye mambo ya graphic designs, inaweza ikawa ni flyer, inaweza ikawa labda ni ebook cover na mambo mengine au YouTube thumbnail. Umeona? Kwa hiyo sasa hapo wewe mako unauza digital service. Tuje kama hizo hapo. Hiyo inaitwa ni, ni digital service. Umeona? Kwa mfano mimi pia nilipokuwa naanza hii digital marketing manake nilikuwa nawasaidia wajasiriamali mtandaoni kuendeshea matangazo. Nilikuwa nawasaidia kuendeshea matangazo kwa, kwa sababu walio wengi sana mpaka sasa hivi watu wengi sana hawajui njia sahihi za kutangaza biashara zao kwa faida sana. Umeona? Kwa hiyo mimi nilikuwa na kuwasaidia wajasiriamali kuendeshea matangazo yao, lakini pia ni kuwa nawasaidia wengine kuwatengenezea ad akaunti akaunti za matangazo ili zikae vizuri. Lakini kuna wengine pia walikuwa hata wajui kutengeneza peji za Facebook na Instagram, pia nikuwa nawasaidia eh, kufanya hivyo. Kwa hiyo nilikuwa natoa nini? Nilikuwa natoa digital service, na nilikuwa nikilipa tu pesa nzuri baada kumsaidia eh mjasiriamali au mfanyabiashara, basi anilipa baada ya huduma zake kukamilika. Kwa hiyo ni njia tu, unauza digital service. Umeona? Umeona kuambia kwa kwamba kwenye dunia unatakiwa kuona ujuzi ambao unalipa. Kusabu kwa sababu kila ujuzi ambao unalipa tayari wewe mwenyewe ni mtaji. Umeona? Au tayari wewe mwenyewe ni bidhaa. Unaweza kaamua kuuza huu huu ujuzi moja kwa moja, moja kwa moja ambapo sasa unauza kama huduma ya kidijitali hapa kwenye mtandao wa Internet. Hiyo ni njia ya pili na njia ya tatu ambayo pia unaweza kaitumia na ambayo pia watu wengi wanatumia kupata pesa mtandaoni tena pesa nyingi sana. Hii maanake unauza bidhaa halisi, unauza physical products. Tunaposema physical products ni bidhaa ambazo zinashikika Mwana? sasa hii biashara ya kitaalamu watu unaita e-commerce maanake wewe unatafuta bidhaa au unatafiti bidhaa bidhaa ambayo, ya kipeke, ambayo ni ya kipekee bidhaa ambayo haipatikani kwa urahisi, lakini vile vile bidhaa ambayo inatatua matatizo ya watu wengi sana, au bidhaa ambayo inatimiza matamanio ya watu wengi sana mtandaoni unaitafuta unu nje ya mtandao mtanda, halafu unakuja kuiuza mtandaoni na hii bidhaa unaweza ukaipata hapa hapa Tanzania au unaweza ukaagiza bidhaa unaweza ukaagiza bidhaa nje ya Tanzania. Kwa mfano hizi bidhaa kule nazipata kwa elfu saba mpaka sasa. O, sasa maana yake ni kwamba unatafuti bidhaa nje ya Tanzania au Tanzania, unatafuta supplier kwa bei ndogo kabisa, unanunua hafu. Sasa ukishazipata Tanzania, maana yake unazitengenezea mfumo wa mauzo, maana yake unaendesha matangazo ya Facebook na Instagram. Baada ya hapo, maana yake unaenda kwenye sales page ambapo wanaweka oda, na baada ya hapo, maana yake wewe unapata ile oda yao ambayo imekamilika. Kila mteja anaweka oda kwa muda wake, na wewe unachofanya ni kuconfirm oda na kudeliver ile order na kulipwa pesa. Umeona kwa sasa, hiyo inaitwa e-commerce, lakini pia ni nibi, biashara ambayo watu wengi wanafanya hapa Tanzania, na ukiangalia wanapata bidhaa kwa bei ndogo sana wanauza, yani bei, eh, kwa mfano kule China unaweza kupata bidhaa kwa elfu moja na mia tano mpaka elfu mbili na mia tano, umeona, alafu wewe ukaja ukauza huko kwa elfu saba mpaka elfu tisa na mia tano, watu wanauza elfu tano na mia tano, umeona. Kwa hiyo wanapata pesa nyingi sana wanapata faida kubwa sana na hii biashara yake wanaifanya tu wakiwa nyumbani wakiwa nyumbani, lakini vile vile wanakuwa sio kwamba wana duka mwana wao, wanatumia watumie tu matangazo ya Facebook na Instagram kupata wateja, umeona, kwa sasa hii ndio njia ambayo pia unaweza ukaitumia kupata pesa mtandaoni kwa sasa. Kama ulikuwa unajiuliza uanzie wapi au wana, watu wanaingizaje pesa mtandaoni, hizi ndio njia ambazo watu wote watumia duniani. We nenda kaangalie kwenye YouTube au Instagram au kwenye Facebook au mtandao wote wa kijamii, kwamba utakuta watu wote ambao unaona ni matajiri sana kwenye mtandao umeona. Wanauza, wanauza, wana, au wanafanya mojawapo hizi biashara aidha. Unakuta ni mtu ambaye yeye anajihusisha na kuuza course umeona, program mbalimbali, lakini kuna mwingine pia anatoa huduma za kidijitali kama hizo ambazo nimesema. Kuna watu ambao wana biashara kubwa sana kwa kusaidia E, watu wengine kufanya kitu fulani ambacho ni cha kidijitali na wanapata pesa mtandaoni. Kuna watu ambao wanafanya huduma za, za video editing, maanake hiyo ni ya kidijitali, ana ujuzi wa, wa video editing kwa hiyo sasa, maana yake anatafuta wajasiriamali au mtu ambaye angependa e, kumtengenezea video nzuri ambayo pengine ni ya biashara au ni ya matumizi yake binafsi. Kwa hiyo hiyo ndio njia hizo ndio njia ambazo zinatumika hasa hasa umeona. lakini pia kuna wengine wa, utakuta wanauza bidhaa tu ambazo ni physical mwaza, kwa ambazo ni zi, product hizo ndio njia zinatumika, na kwa kwa natakiwa uangalie kwamba okay, na mimi ningependa kupata pesa mtandaoni sasa, niende kwenye kundi gani? Je, nina ujuzi ambao naweza nikauza nikapata nika nika pesa, au je nitatoa huduma gani ya kidijitali, au nitatengeneza bidhaa gani ya kidijitali ambao naweza nikaeuza nikaingiza nika, nika pesa mtandaoni Manake kama kwa mfano unajua tengeneza video, edit video, unaweza ukarekodi vi ukatengeneza course ambayo inasaidia watu wengine jinsi ya kuedit video ukapata pesa. Kama una huo ujuzi au kama huna basi ukajifunza, alafu baadaye sasa ukapata una uzoefu una ukapata, ukapata matokeo baada ya kusaidia watu wengi sana, ndio ukaanza vile vile kuuza hiyo program. Au unaweza kama tu, ukajifunza kwa mfano, jinsi ya kuonesha matangazo ya Facebook na Instagram, ukajifunza jinsi ya kutengeneza sales page, umeona ukajifunza copywriting, baada ya hapo ukaamua sasa kutumia huu ujuzi wote kuuza bidhaa za kidijitali ambazo bidhaa za kawaida au kuuza physical products ambazo utakuwa unazitumia eh, kuuza hapa kwenye mtandao na kupata pesa. Mwana wetu, angalia bidhaa ambazo zinasaidia watu. Halafu, wewe unakuja unaziuza mtandaoni ambapo unazitafuta kwa bei ndogo sana, aidha kwa kuagiza nje au kwa hapa pa Tanzania afu ukaiziuza kwa bei kubwa sana. Na imani video hii imekusaidia sana, na kama umejifunza, basi endelea kusubscribe hapo kwenye channel hii hapa, ulike na ushare, ili maana na wengine wajifunze, lakini vile uwe unapata notification, tunapoweka video zingine zinazofuata, lakini pia utasaidia vile vile watu wengi kufikiwa na ujumbe huu hapa, lakini vile vile utasaidia YouTube channel hii kukua na kuwafikia watu wengi sana, ili wapate kujifunza. Karibu sana, kama una swali au kama ungependa kujifunza zaidi unaweza ukaandika hapa kwenye komenti, nitakujibu na nitakupa maelekezo ambayo utakuwa umehitaji, um, kulingana na kitu ambacho umekiuliza. Karibu sana kwenye video zingine, asante.